Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, nakukaribisha kwa mara nyingine kwa siku nyingine tena katika siku ya Ijumanne, siku tulivu, katika kipindi chako bora, katika chaneli yako bora nzuri kabisa ya Lecture Online TV, ambayo itakuweka karibu kuweza kufahamu mambo mengi zaidi mazuri. Mwalimu sana, sana Ibrahim Marwa. Lakini kabla hatujaendelea niweze kuwakumbusha utakuwa nami leo katika kipindi kizuri ambacho nimekuandalia Kipindi hichi kitakuwa ni faida kwa wewe mwenyewe pia na faida kwa mtoto wako yule ambaye anapenda kujifunza Qur'ani, kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karibu, nimekuandalia njia nne ambazo zitakuwa ni nzuri kwa kijana wako ambaye ani mpenzi wa kusoma Qur'ani, au yule ambaye bado hataki kusoma Qur'ani, au anataka lakini bado hajaanza. Basi njia hizi nne zitamsaidia sana. Sasa njia ya kwanza ambayo nimewandalia watazamaji wangu, wapendwa wangu ambao tunapenda kujifunza pamoja, ya ambayo itakakuwa msaada kwa kijana wako. Njia ya kwanza, mwambie hivi, mwambie, Qurani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi tunalazimika sisi kujifunza maneno ya Mwenyezi Mungu, ili iwe ni kwetu sisi ni mawaidha. Pia iwe kumbukumbu kwetu kumbu sisi na siku ya Kiyama, iwe ni ya sababu ya sisi kuingia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi uambatanishe na kumpatia faida za kusoma Qur'ani. Mwambie na kumtahadharisha Qur'ani hii maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi ikiwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu inatakiwa yatunzwe katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Inasikitika kubwa sana mwisho wa siku, napelekea wazazi tutajali sana katika begi lake mtoto, tumpangie vitu vizuri, mabadaftari kwa utaratibu mzuri, tujadalie, tujaladie naam, daftari vizuri, lakini Qur'ani tukaiacha ikawa inachanika inazagazaga. Yote nini? Tumeshindwa kumtahadharisha kijana wetu, kumwambia Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi unatakiwa uyatunze. Ikiwa hujatunza Qur'ani na ukaitupa sehemu mbalimbali ovyovyo, utapata dhambi kwa Allah Subhanahu wa Taala. Inshallah, ikiwa utasimamia vizuri msingi huu na ukamsimamia kijana wako, utaona matokeo yale kwa mazuri. Njia ya pili, mpatie misingi sahihi ya kusoma nini Qur'ani. Mfundishe kijana wako, mfano kama kijana wako ndio kwanza anaanza kusoma Qur'ani, mwelekeze, unatakiwa uanze hivi. Mfano labda umetafuta mwalimu au we mwenyewe ni mwalimu, unajua kusoma Qur'ani, mzazi, basi mfundishe kijana wako Qur'ani. Tena nitakuwa bora zaidi, kuna kitabu kimoja kinaitwa Yasarna Al-Qur'an. Hichi kitabu cha Yasarna Al-Qur'an kama utamtafutia kijana wako ni kusoma hatua kwa hatua. Kwa Qur'an. Kitabu hichi <laughs> kimepambanua vizuri, mtoto atasoma herufi herufi herufi, hatua kwa hatua, akitoka hatua hii ataingia sehemu fulani, ili kumjenga aweze kupata misingi iliyobora zaidi katika usomaji wa Qur'an. Usimfundisha mtoto Qur'an tu alifu ba ta thaji mae, anakwenda kama anaimba imba, lakini akashindwa kupata ile msingi ile bora. Sasa kama huwezi kufundisha kusoma Qur'an au kufundisha upo busy sana, mtafute mwalimu mzuri ambapo karibu yako awe anakuja kumfundisha kijana wako aweze kuwa bora katika Qur'ani, na inshallah tusaidie. Huenda mwingine ataogopa da, hasa mwalimu ataanza kunipa ta pesa sini. Usiogope kutoa pesa yako kwa kijana wako aweze kujua Qur'ani. Njia ya tatu, sasa mpangie ratiba mtoto wako, mwekee ratiba mtoto wako. Kwa siku anatakiwa asome Qur'an, isipite hata siku moja hajasoma nini Qur'ani. Weka ratiba yako vizuri na utaona matokeo yako, mfano labda kwa siku labda majira saa moja usiku au saa mbili unatakiwa uipitie Qur'an, na lazima upitie Qur'an. Ila tahadhari, ikiwa uje msimamie kijana wako huyo, hataweza kupitia nini Qur'an. Kwa sababu gani? Umemwacha tu yeye mwenyewe, na ataona ah, mama je nisimamie, baba je nisimamie, mimi nitakwenda kwenye TV nitaangalia, tazama TV, nitafanya homework zangu zingine na hal kadhalika. Hakikisha katika zile homework ambazo za darasani unamsimamia, basi pia nisimamie homework ya Qur'ani kwa siku lazima asome Qurani, ile edha aya alizopatiwa shuleni au ulizomfundisha aya mbili au tatu, lazima zipitie. Na hatua ya nne, nje ya nne, jenga tabia ya kumsikiliza weka nayo ratiba yako. Baada ya kupitia ile Qurani, kesho yake kabla ajaanza kanaye, uipitie umsikilize, nini anavyosoma. Hii itasaidia kusahihisha kisomo cha mtoto, pia kujenga kama na hifadhi hifadhi yake na kuwa imara Itakusaidia na mzazi ambaye unasoma Qur'ani kuwa una kumbukumbu -kumbu na Qur'ani. Ikiwa mzazi upo bize, au mzazi una changamoto asoma Qur'ani, kwa sababu wengi kidogo Qur'ani hatujui, basi mtafute mwalimu mzuri, au anakuja hata nyumbani kwako, amsikilize kijana wa Qur'ani na uweze kufuatilia maendeleo yake. Hakika kama utasimama vizuri, kidedea utasimama kweli kweli. Matokeo utaona nini mazuri, inshaallah. Chukua njia hizi nne, kumwambie Qur'an, maneno ya Mwenyezi Mungu inabidi ayapende, mpe incentive ya kuipa kupenda Qur'an, mfundishe kwa na mapenzi ya Qur'an, utaona matokeo yake yani mazuri kabisa. Mpe msingi sahihi wa soma nini Qur'an, mfundishe hatua kwa hatua, pia na mpangie ratiba kwa siku, anabidi aipitie Qur'an walau aya mbili au aya tatu alizopewa shuleni au madrasa au mwenye mumambonzo mumfundisha na hatua nne, msikilize, usiache bila kumsikiliza. Kama upo busy, tafute mwalimu au anakuja kumfundisha kijana wako na msikilize. Tutakuwa masulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutaulizwa, kwa nini mtoto huyu hakuweza kusoma nini Qur'an na hii ipo vipi? Baadaye mtoto shakuja kwa ukubwa, anataka kujifunza Qur'an sasa mzazi wangu mimi hakunipeleka madrasa au hakunitafutia mwalimu wa kuweza kusoma Qur'an. Sasa nafasi hii nimekupatia hizo na saha nne au njia nne zitakuwa ni bora kwakuwewe kwa mtoto wako kuweza kujua Qur'an. Sina la ziada, jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Marua. Kama utakuwa na jambo lolote la msaada, tushauriane. Namba hizo hapo katika skrini yako tuweze kutafuta tufikie malengo zaidi. Jioni njema, siku ya Jumanne tulivu, mwishi kwa amani na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie afya tele zaidi katika familia yenu.